Habari, uh, karibu katika chaneli yetu ambayo inaitwa Tanzania Mifugo Digital, na katika chaneli hii basi ni sehemu sahihi sana ya wewe kuweza kujifunza mambo ambayo yanahusiana na ufugaji, na siku ya leo tunakwenda kuangazia katika jambo moja ambalo ni la msingi sana katika ufugaji wa kuku wa mayai. Leo tunakwenda kuzungumzia kwa nini kuku hudonoa mayai ama kwa nini kuku huwa wanakula mayai, na tutaangazia ni sababu gani ambazo zinapelekea kuku kuweza kudonoa mayai. Kwa nini kuku wanadonoa mayai? Tufanye nini waache kudonoa mayai? Na hata kama wanadonoa basi, tunaweza usovu vipi changamoto hii? Kwa hiyo, fuatilia kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho na hakika utaweza kujifunza mambo ambayo ulikuwa hauyafahamu. Kabla hatujaendelea na kipindi hiki, nipende kukumbusha wewe, kama ni mgeni katika chaneli yetu, basi usiache kusubscribe channel hii ukabonyeza alama ya kengele, kulike, kushare na kucomment, kwamba utakavyofanya hivi basi, endapo tutapandisha jambo jipya ama endapo tutakuwa tumeandaa jambo jipya Uh, utakuwa wa kwanza kuweza kupata taarifa hiyo na hivyo basi ukaingia ukajifunza na mengine zaidi. Kwa hiyo usiache kusubscribe chaneli yetu, kwa sababu ndo chaneli ambayo inaweza ikakupa maarifa ambayo yanaweza yakakuza ama yakakusaidia katika ufugaji wako wa kila siku. Sasa leo tunaangazia katika kuku kudonoa mayai. Kwa nini kuku wamekuwa wakidonoa mayai? Aa, nadhani ulishawahi kukutana na changamoto hii, kama kweli uko katika industry ama katika ufugaji wa kuku wa mayai, na hii imekuwa ni changamoto kubwa sana sana sana sana sana ambayo pia imekuwa iki, ikiambatana na hasara kwa sababu tunafuga kuku ili tuweze kupata mayai na mayai yataenda sokoni, na tukishafanya biashara ya mayai, basi tunarudisha kiasi cha fedha ambazo tumezitumia katika mradi. Sasa panapotokea mayai yanakuwa yanaharibiwa na ya na kuku, basi tunaingia hasara. Kwa hiyo ni hasara kubwa sana endapo utakutana na changamoto kama hii. Nafahamu unaweza ukawa ume, ume, ume, ume, umetizama sehemu nyingi umejifunza sehemu nyingi, na huenda unaelewa kwa nini kuku wanadonoa mayai. Sababu ziko nyingi sana, sababu ziko nyingi sana lakini kwa mimi siku ya leo nitakwenda kuzifupisha, yani ili uweze kuelewa dhana kwa nini kuku wanadonoa mayai. Dhana kubwa ambayo iko hapa katika kuku kudonoa mayai ni ukosefu wa virutubisho. Hii ndo fakti ambayo inakuwa ni fakti ama sababu kuu ni ukosefu wa virutubisho. Virutubisho hivyo viko vya aina nyingi, lakini kuna vile virutubisho ambavyo vinakuwa vya msingi sana. Kwa hiyo katika maandalizi ya chakula ni muhimu sana kuweza kuzingatia ishu ya virutubisho kwa wale ambao tunatengeneza vyakula wenyewe. Eh, kuna virutubisho, mfano kirutubisho ambacho kikikosekana ndani ya chakula ama kuku mwenyewe akikikosa hupelekea hii hali ya kuweza kudonoa mayai ni kalsiamu. Eh, kalsiamu ni muhimu sana kwa kuku. Sasa endapo ina inakuwa haipatikani katika viru, katika chakula basi hupelekea kuku kuweza kudonoa mayai. Sasa nataka nijaribu kukudadavulia ili tuwe sawa ama unielewe zaidi ya ambavyo unaelewa. Kalsiamu Kalsiamu ni muhimu sana hata kwa sisi binadamu huwa inaimarisha ina mifupa. Kwa hiyo kikuta, mtu ambaye hana kalsiamu inamaanisha mifupa yake inakuwa ni teketeke, kwa hiyo hata kuvunjika inakuwa ni, ni rahisi zaidi. Sasa kwa kuku kinachokuwa kinafanyika ni kwamba anatakiwa ale chakula ambacho kinakuwa kina kalsiamu. Sasa kalsiamu hii ambayo itaenda kuimarisha mifupa yake na pia wakati anataga kuna kalsiamu ambayo inaondoka ambayo inaenda kutengeneza gamba la yai, na kitaalam kwamba kila yai moja linachukua gramu mbili ya, ya kalsiamu eh. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani kuku anakuwa anapoteza ile kalsiamu. Kwa hiyo kila yai moja kuku anatumia kama kiasi cha gramu mbili ya kalsiamu ambayo inakuwa inapotea kwenye mwili wake. Sasa endapo katika chakula ambacho nakitumia kinakuwa hakina kalsiamu, kinachokuja kutokea hapa ni kwamba kuku atataga mayai ambayo yatakuwa yana yanatumia ile kalsiamu ambayo anayo katika mwili wake, na pengine endapo itaisha kabisa, atatumia mpaka ziada ziada ya kalsiamu ambayo mara nyingi huwa inahifadhiwa kwenye mifupa kwa hiyo takuta anaitumia mpaka ile ziada ko ili aweze kuzalisha mayai. Kwa hiyo anavyozalisha mayai kalsiamu inaisha kabisa. Sasa endapo itaisha kabisa, kinachofuata ni kwamba itabidi aanze kutafuta namna nyingine ya kupata kalsiamu eh. Sasa namna nyingine ni vipi? Namna nyingine ni kwamba atakuwa anaanza kudonoa mayai yani ndio mbadala wa kupata ile kalsiamu. kwa sababu ganda la yai limeondoka na calcium. Kwa hiyo na yeye mwenyewe anakuwa anatambua calcium inapatikana kwenye nini? Kwenye maganda ya mayai. Unaweza ukaniuliza swali kwamba kwa nini anaweza akafahamu ile ni calcium. Hali hii hata kwa binadamu huwa inatokea kwamba endapo unakuwa na ukosefu wa madini fulani, mfano una ukosefu wa vitamini C mwilini kuna muda tu unaweza ukakaa ukasema, jamani, leo nina hamu ya machungwa eh? unaweza yani, unajisikia tu ile hamu, na kweli uta, utaweza kupambana ama ukaona chungwa sehemu ukaenda kuulila. Lakini hii huwa inakuwa kwamba kuna kitu ambacho kinakuwa kinamisi ndani ya mwili, especially ndo kama hivyo kwamba Vita, vitamin C ina miss, kwa hiyo inakupelekea wewe hamu ya kuweza ku, kupata kitu ambacho kinakuwa kina, kina ile vitamin C. Kwa hiyo ndio hivyo, utajikuta tu umetokea kukumbuka chungwa e, na utaenda kulila basi, na kiu yako inakuwa imefanyaje imekata. Kwa hiyo hata kwa hawa kuku ndivyo inavyokuwa kwamba endapo atakuwa amepoteza calcium basi itabidi aitafute kwa njia mbadala, kwa sababu kwenye chakula hapati, na yeye anakuwa ametoa kashiam nyingi. Kwa hiyo sasa kinachokuja kutokea hapo ndipo anadonoa yai, kwa hiyo yai litadonolewa kwa mfumo huo. Kwa hiyo kashiam ndo sababu kubwa ya kuku kuweza kudonoa mayai, kwa hiyo sababu ambazo zinapelekea kuku kudonoa mayai ni kashiam. Na hisi nimeieleza vizuri sana eh, ko katika chakula chako hakikisha kalsiamu inapatikana ili kuweza kuzuia hizi tabia za kuku kudonoa mayai. Lakini katika chakula si kalsiamu pekee, kwamba kunakuwa kuna kuna kuna virutubisho vingine ambavyo vinakuwa ni vya muhimu kweli kweli. Kirutubisho kingine ambacho ni cha muhimu pia protini. Eh, protini e, inafanya sehemu kubwa sana yaani, anafanya kazi kubwa sana katika mwili wa, wa kuku. Kwa hiyo na protini nayo inavyokuwa na inakosekana inapelekea yale yale kwamba protini itakuwa inahitajika na yeye haipati katika chakula ambacho unamlisha. Kwa hiyo kinachofuata hapo ama kitakachotokea hapo ni kwamba kuku ataweza kula yai kwa sababu ndani ya yai inamaanisha ule ute pamoja na kiini ni protini, yani ni protini kubwa sana eh? Kwa hiyo ataweza kujitetea mwenyewe kwa kuitafuta ile protini. Kwa hiyo protini ataitafuta kwa namna hiyo. Kuna virutubisho vingine vingi, vingi vingi vingi ambavyo pia huwa vinakuwa vinaambatana na hivi ili kuku aweze kuwa na afya njema. Lakini kwa uchache, ili nisiweze kukuchanganya, nimejaribu kukuelezea virutubisho muhimu sana ambavyo havitakiwi kukosekana kwenye chakula. Kwa hiyo virutubisho hivyo ni vya muhimu sana sana sana sana. Kwa zingatia, ewe unayetengeneza chakula, hakikisha kama hutaki tule mayai yako, basi hakikisha unaweka uwiano sawa wa virutubisho, kwamba ukiacha hizi sababu za virutubisho eh, kwenye chakula pia kuna hizi fakta zingine za za mazingira. Sasa uh -huh. Katika fakta za mazingira zote tunaweza tukazimensheni, lakini kitu ni kimoja tu pale ambacho kinakuwa kinatafutwa ni stress, kwamba stress humfanya kuku aweze kudonoa mayai sasa. Stress kivipi? kwamba tutakwenda kuzitizamia katika katika hizi fakta zingine stress. Mfano, stress inaweza ikasababishwa na na na kuwacheleweshea maji ama chakula. Sasa wewe ni mfugaji, unafuga kuku wako na unawacheleweshea chakula e, na wao unakuta wana njaa, kwamba wamekaa wanasubiri chakula hakiji na njaa inauma, kwa hiyo watajikuta tu wanaingia wana, wana, wana, wana katika situation ya kudonoa mayai, kwa sababu watakuwa wanatafuta chochote ili waweze kujitetea. Kwa hiyo unakuta wanakuta mayai basi, wana wanadonoa na ndo inakuwa tabia. Halafu kitu kingine ambacho natakiwa ukinoti kwamba kuku anavyodonoa yai eh? anavyodonoa yai ndo anajua utamu wake, basi hiyo ndo inaenda kuwa tabia. Waswahili tunasema kujaribu ndo kuweza, kwa akijaribu akaweza, inamaanisha ndo itakuwa tabia yake kwamba atafanya mara kwa mara. Sasa na hawa wengine nao wakijaribu wakaona mayai kumbe ni matamu, na tunaishi nayo humuhumu. Aa, basi hapo sasa itakuwa ni ishu ya ya kula mayai tu eh. Kwa hiyo jaribu kuzuia kwamba wasi wasi wasi wasi wasifanyaje wasiweze kuzoea kudonoa mayai, ili wasiweze kuelewa ladha ambayo inapatikana kwenye mayai. Kuna ishu ya mwanga mkali, na ndiyo maana sehemu ambazo wanakwenda kutaga mayai yao huwa kuna kizakiza kiza, kwa sababu mwanga unapokuwa mkali pia wanakuwa na na stress eh, kwamba mwanga unatakiwa walau uwe tu wa kawaida, unavyokuwa mkali pia na mayai yenyewe wanakuwa wanayaona eh. Hivyo inaweza ikapelekea pia kufanyaje kudonoa mayai. Kwa hiyo mwanga mkali. Pia faktor nyingine huwa inakuwa ni nafasi, unaweza ukakuta eneo ni dogo, wamebananishwa kuku wengi, kwa hiyo kinachoenda kujengeka hapa ni kile kile nilichokiongea awali, kwamba ni stresi, kwamba wamesongamana eh, hawana uhuru kwao, hawaishi vizuri kwao, wanaingia stresi mwisho wa siku hivyo wanaanza kudonoana ama kudonoa mayai pia. Kwa hiyo hiyo nayo ni sababu sasa, wanakuwa wanadonoa vile mayai kwamba zile ni zinakuwa ni stress. Sasa stress kwa kawaida huwa tunaweza tukazimaliza kwamba kuku naye huwa anahitaji furaha ehe, kuku huwa anahitaji furaha sasa furaha yenyewe tunaweza tukamtengenezea vipi, kwamba kumwekea vitu vya kudonoa donoa, kwamba anafili comfortable. Yani ile ndo furaha yake, na yeye ko akidonoa hapa akadonoa hivi eh, anakuwa na furahi zaidi. Kwa hiyo hii pia husaidia kumwondoa kwa stress, kwamba zile stress zinakuwa zime, zime, zime, zimepungua, zime ah, hii, hali hii iko hata kwa binadamu kwamba ile ukikaa tu haufanyi shughuli yoyote actually kuna mawazo ambayo utaanza kuyawaza eh, lakini ukimwekea shughuli mbalimbali kama hivyo ya udonoa donoa, labda umemwekea mchicha anakuwa na donoa donoa. Hii pia ni njia sahihi zaidi ya kuweza ku, ku, kupambana na stress. Njia zifuatazo ndio njia ambazo unaweza ukazitumia ili kuweza kupambana na kuku wasiweze kuwa na tabia hizi za kudonoa mayai. Njia ya kwanza tunarudi katika pointi zile zile kwamba njia ya kwanza lazima tuboreshe lishe. Chakula ambacho tunawalisha kuku lazima kiwe na virutubisho vinavyohitajika katika uwiano sawa, ili kuepuka kuku kula mayai. Pia unatakiwa uvune mayai yako kwa wakati huvune haraka ili wasiweze kuyadonoa, kwamba muda mwingine unaweza ukaacha mayai muda mrefu na yakaweza kudonolewa uh, kwa sababu mwenyewe hukuyatoa mapema. Kuweka vitu vya kudonoa wawe wanadonoa hivyo, inamaanisha wawe bize na shughuli, kwamba wawe na shughuli hivyo, wanajikipi bize na na, na, na kudonoa yani na furaha yao na ishu nyingine, mazingira. Weka kuku wako katika mazingira ambayo yanakuwa mazuri, yani wakiwa na nafasi, wasibanani sana, kwa sababu itapelekea kudonoa mayai ama kudonoana wenyewe. Njia nyingine ambayo tunaitumia sana ni kukata midomo. Ukikata midomo, inamaanisha ncha ile inakuwa imepungua, kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa yeye kuweza ku ku ku kudonoa mayai. Kwa hiyo hizo ni njia ambazo unaweza ukazifuata ili kuepukana na ishu ya kuku wako kuweza kudonoa mayai. Hapa nilikuandalia kwa ufupi zaidi ili uweze kunielewa tu kwamba kwa nini kuku wanadonoa mayai. Njia gani zitumike ili kuweza kuzuia kuku wasidonoe mayai? Ya, kwa hiyo ukipitia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki basi utaweza ku, kuelewa ni kwa nini kuku wanadonoa mayai, na ukishaelewa kwa nini wanadonoa mayai basi wewe utapambana na hizo, hizo sababu eh, kwa kuziepuka ama kwa kuzifuata ili basi wasiweze kudonoa mayai. Umejifunza nini katika kipindi hiki? Basi tuandikie maoni yako katika komenti hapo kwamba nimejifunza jambo fulani. Aa, pia kama una jambo ambalo unataka tulipitie tuweze kulidadavua vizuri na uweze kujifunza basi pia unaweza ukaliandika katika komenti hapo, panapo majaliwa, basi tunaweza tukaandaa tuka makala maalumu ambayo inaeleza jambo hilo ambalo utapendekeza wewe tuweze kulipitia, lakini tu usiache kufuatilia vipindi vyetu, kwa sababu mbele tutakuwa tuna vipindi vingine. Tutakuwa tuna kipindi ambacho kinaelekeza fomula ya utengenezaji wa chakula cha kuku. Eh, ni somo muhimu sana ambalo sio la wewe kukosa, lakini pia tunakuwa tuna vitabu katika kila mada ambazo tunakuwa tunazi, tunazielezea ama mada ambazo tunakuwa tunaelimisha. Tuna vitabu ambacho kinakupa mwongozo. Kwa mfano kama hii kuku kudonoa mayai, namna ya kupambana na mambo mengine ambayo huenda pengine sikupata nafasi ya kuweza kuyazungumzia na vipindi vyote vilivyopita tuna vitabu. Kwa hiyo usiache kujipatia nakala yako ya kitabu ambacho kinakuwa katika soft copy, hata uwe mbali unaweza ukakipata na ukaweza kujifunza mambo mengi zaidi. Kwa hiyo tunapenda kukaribisha sana sisi kwetu, tunapenda wafugaji. Karibu sana, karibu sana, tunawapenda wote.